Michezo hii ni chapesa media. Mimi naitwa Wazili Tambiko, tumemfuata Kizinga JR, Kapteni Kizinga ukipenda kumwita hivyo, lakini anapatikana makumbusho. Mambo ni mengi yametokea, lakini kilichojiri hii leo tunazungumza masuala ya kimichezo. Amevaa t-shirt yake jezi ya njano na imeandika mechi namba 184 atuchezi imeisha, tarehe 8 Machi elfu mbili na ishirini na tano. Huyo ni Kizinga Jayara. Kwema kwanza ndugu yangu. Kwema, mambo vipi? Kwanza sio jezini, twende kazi. Uko poa? Nipo poa. Karibu sana makumbusho. Hmm. E, makumbusho. Kizinga, ulionekana Benjamin Mkapa ukitamba na maneno ya kejeri kwa wana Simba Sports Club baada ya kikao cha waziri mkuu Mheshimiwa Kabudi, waziri wa michezo pamoja na viongozi wa Young Africans, pamoja na viongozi wa bodi ya ligi, pamoja na TFF, mlisema hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi mpaka jezi mkachapisha, kwa maana dabi haitokuwepo, hata kama bodi ya ligi wakipanga ya. Tulionekana, tulionekana, maneno yalikuwa mengi. Wewe ambaye ulikuwa unatuona sisi hatuna kazi za kufanya, tumekwenda Benjamini Mkapa kwa lengo la kuwa ni kikao cha waziri na viongozi wa klabu ya Yanga na Simba yeah. na bodi ya ligi na TFF yeah. Ukituona sisi wenda wazimu, shauri yako, utajua mwenyewe yeah. Lakini kwa nini sisi tulikuwa pale? Sisi kuna watu wanaita wenda wazimu, wapo waliokuwa nasema sisi tumekosa kazi za kufanya, tumekwenda pale, si vitu gani, vitu gani wewe yeah. Uache kazi zako, fanya jambo lako wewe, haimuhusu mtu mwingine sawa. Mapenzi yetu, mahaba yetu yeah. Ndio aliyetufanya sisi tukaenda pale yeah. Mara nyingi ukiangalia Dar es Salaam Africans mashabiki, mpaka na wa, wa viongozi wa matawi wote, letu tumeungana ni moja, kauli mbiu ni hatuchezi. Kwani wewe lile uliolisikia Benjamin Mkapa, kwamba hatuchezi, wewe umelisikia hatu kwa, kwa sisi tu mashabiki, hujaona matamko mbalimbali, hujaona mbalimbali mkoa umetoa matamko. Hasa unashangaa kutuona sisi Benjamin Mkapa, sisi tumekwenda pale, tulikuwa pembezoni mwa uwanja, tuko wengi wengi, tumekaa tunasubiri kwa sababu tuna imani na viongozi wetu. Uwepo wetu sisi pale, tunawakumbusha viongozi kwamba jamani, viongozi wetu, ile kauli mbiu yetu inaendelea. Tuko hapa kwa ajili ya, kuwa, ya kuwakumbusha kwamba kauli mbiu yetu ni nini, inaendelea. Viongozi waende wakasimamia msimamo wao ule ule, na wamepita wameingia ndani. Baada ya hapo wametoka, walivyotoka wao, umeona viongozi wote watatu, Alex Ngai ametoka akasimamisha gari pembeni akaja kuzungumza na sisi, tulieni viongozi, mmewachagua watakusimamieni na wanawakilisha vizuri, msiwe hata na shaka, hatuwezi kuwaangusha. Tukafurahi tukarizika, nakusikia Kizinga. Viongozi wengine wakatoka ndani, rais wa klabu yetu injinia Hersi pamoja na Arafati Haji wametoka, akapaki ha gari pembeni akazungumza chochote na sisi wananchi. Ye, mambo vipi? mmetuchagua kwa ajili ya kuwasimamia si ndio? Ya, ya kuongoza klabu yetu si ndio? Asante. maneno machache mazuri yenye akili zamli alikwa Kizinga sikiliza. Kwa kwanza una haraka tambiko, tulia. ni maneno machache yenye akili, maneno machache yenye akili. hmm. Ebu angalia hii bahati tuliyopata katika ardhi ya Tanzania kuwa na, na rais mwenye uelewa na akili kubwa kama engineer Harris anajua, pale nje kuna wanayanga kibao wamekaa pale, wanataka kujua hatima ya hichi kikao cha ndani. Siwezi kuambia, lakini naenda kuwapa imani. Wananchi mmetuchagua, si ndio? Tuwatumikie, si ndio? Asante. Kila mwana Yanga alifurahi pale, tumefurahia na tunasukuma gari. Injinia, usiendeshe gari, tunasukuma sisi. Angalia, angalia mwenyekiti wao Mangungu alizungumza kitu gani? Anaulizwa, bwana ndani, uko vipi? Anasema, waziri katuita tuzungumze masuala mustakbar, mustakbara wa mpira wetu. Yeah, yeah. kwa hiyo nataka kuniambia wewe waziri hajui mustakbara wa mpira wetu? Sema, waambie tumeitwa kwa sababu ya dabi ambayo mmeikanyaga wenyewe. Tuna mengi tunayoyajua wameyafanya, ndio maana viongozi wetu wamekasirika. Unatumika kuvunja sheria unatumika kuzikanyaga kanuni, alafu bado unaenda mbali, unakosa adabu, unakosa heshima, unakwenda kumtukana rais wa klabu yetu sisi, unakwenda kumtukana injinia Herisi, unakwenda kumtukana Arafati, unakwenda kuwatukana viongozi wetu sisi, si umenielewa? Tumesikitika sana, wengi wao Kizinga wanasema ni Mkapa, wanazuiliwa watu kwenda pale. Nakuuliza wewe watu wanazuiliwa kwenda pale ah, nakuuliza swali, tuliingia ndani, tuliingia ndani. Tulivyokwenda sisi pale tulienda kufanya nini eh? mm. Tulikwenda sisi pale tumekaa nje, kuna madhara alitokea? Nakuuliza wewe kuna madhara alitokea? mm. Eh, kwani tumezianza jana mm. tumezianza juzi Benjamin Mkapa kauli za hatuchezi, na kuuliza wewe umeanza kuzisikia jana? Jibu kwanza swali, umeanza kuzisikia pale? Umezisikia mikoa tofauti, sindio? Hasa wewe unaona cha ajabu nini pale? Tumekwenda pale kwa sababu ya kushinikiza viongozi wetu wajue kwamba kauli mbiu lazima ifatwe, hatuchezi, otherwise watupe pointi tatu. Unajua ni kwambie kitu kimoja, na hili tunataka tuwaambie watanzania wajue, siku zote tunarudia kusema kauli moja ileile ile. Busara sio malezi busara, sio malezi. Ukishikiria busara kuwa malezi, utakwenda kuharibu kizazi ulichokuwa nacho. Utakuwa na watoto wavuta bange kama ukina Mandara, utakuwa na watoto waenda wazimu kama yule pale pa ja, mzima yule yule wazimu, unaona eh? Wivu sisi mashabiki kwenda Benjamin Mkapa kwa lengo la, la kupambania timu yetu, unaona wivu mpaka uanze kuambia watu si wa kongomani si watu gani? Sasa ni mwehu wewe. Menelewa. Kwa hiyo ukizitumia busara kuwa malezi, kuna vitu vingi sana utavipoteza. Yanga sasa hivi miongoni mwa watu ambao ni watetezi wa hili taifa katika mpira wetu, nakwambia mdogo wangu, ni injinia Harris. kafu sio wapumbavu, kafu sio wajinga, kumuona injinia Harris ni mali na kumkabidhi ofisi asimamie virabu vyote barani Afrika, umenelewa, wale sio wajinga kuna kitu wamekiona ndani yake. Huwezi kuwa rais wa vilabu vyote barani Afrika, huwezi kuwa mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika, alafu ndani ya nchi yako kuna wahuni wanazikanyaga sheria, kuna wahuni wanaharibu mpira wetu. Huwezi kukubali. Kwa engineer Harris, tunamwamini yuko pale kwa lengo moja tu, kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa na kanuni zinafuatwa. Wametumika watu kuzivunja sheria na kanuni, hatuwezi kukubali sisi Hatuko tayari kukubali watu wavunje sheria za mpira wetu. Zimetengenezwa na nani? Watu wamekaa wakazitengeneza kanuni ambazo tunatakiwa tuzifate. Kwani wewe ambao unawakontrol hawa watoto wenye timu mbovu kwani wakifungwa goli, goli moja mbili tatu na kuendelea wakifungwa, wakifungwa kwa mara wapo? hey, kwani aliyefanya ule mpira usicheze siku ile nani? Nakuuliza wewe. Na mimi nakuuliza wewe Hey, aliyefanya ile mechi sichezwe ni nani? Lazima nchi hii watu wasimame kuondoa upuzi unaoendelea si ndio? Lazima viongozi wa nchi nao, mimi nimempongeza sana waziri waziri kuingilia hili jambo. Hii itatusaidia, itatusaidia kuwaondoa wale watu ambao wanatuharibia mpira wa nchi hii. Kina nani au Mandara? Kizinga. Umeona sasa alivyokuingia kwenye akili yako Mwana alivyokuamwe huyu yule anapandikiza mpaka uchizi kwa watu huko, Kizinga nakwambiaje, wale wanaotumika kuvunja sheria za mpira wanaotumika kuvunja kanuni za mpira wetu hawa ndo wanaotuharibia mpira. Kwa hiyo mi binafsi nilifurahi sana kusikia waziri ameingilia kati hili jambo. Huenda waziri atakwenda kuzitoa zile samaki zilizooza na kuzitupa nje, wale wa samaki samaki wazima wakabaki. Waswahili wanakuambia samaki mmoja akioza ni wote lakini sisi ambao sio waswahili kivile tunasema, samaki mmoja akioza, mtowe kamtupe. Alioza ni nani? Kizinga, unawajua tajie, na kwambia, unawajua. Huwezi kuwaita watanzania wengi, wadau wengi wa mpira, viongozi mbalimbali mbali, kwa lengo la kuzitengeneza kanuni za mpira wa nchi. Mnatengeneza kanuni kwa pamoja na mnakubaliana, alafu wewe mmoja unakuja umeshiba ugali wako umepewa vimiamia mia mbili vibahashabahasha vyako unakuja kutuharibia mpira alafu, inapigwa simu moja, airisha mechi, kwa sababu tayari umeshaona timu ina majeruhi wengi, timu ishaona inaenda kushonwa kwa mara ya tano, airisha mechi. Unakuja kutupa sababu kwamba sijui TAKUKURU kulikuwa kuna viashiria vya rushwa. Wewe TAKUKURU wewe, wewe ni TAKUKURU? Tunakuuliza hivyo viashiria vya rushwa kwenye mechi moja tu ya Yanga na Simba. Kwa nini wewe kwa nini wewe usiwaachie hiyo kazi takukuru afu baada ya mechi takukuru wafanye uchunguzi wao wanatuharibia mpira wa nchi kwa sababu ya mapenzi ya timu zao mbovu kwa sababu Bayern Munich na timu zingine zote huko mtu anafungwa mara nne mara tano na anakubali tu kwa sababu ni mpira sasa wewe unakuja kuingilia kama timu yako mbovu mbovu tu wewe unafikiri unavyofanya hizo figizo ndio utawaokoa wazio Yanga gari lishawaka, bradha. Yanga na viongozi wanafika kama mchezaji, fika kwenye mahali unamwona, ile pale Duki Abuya anaingia pale kwenye mahali uvunguni. Injinia Harris, mara mwisho lini kumwona? hajaenda kuangalia mechi yanga ikiwa anacheza. Huyu ndio kiongozi wa mpira, anafuatia Haji wanapishana, anafuatia Haji. Unakuta kwa, kwa timu ya wanawake kule Yanga Princess anazungumza na watoto wa kike, kila kiongozi anatekeleza wajibu wake tunahitaji watu wa waku, waku, kufanya mpira ufike mbali. Hebu angalia JCM namna ambavyo ameingia kwa ajili ya kuokoa vilabu ambavyo havina kitu, vilabu ambavyo havina hata pesa ya kusafiri. JCM anaingia pale kufanya udhamini, lakini watu wanaumia, wenye roho mbaya, ambao hawana nia njema na mpira wa nchi hii. Kizinga JR kitokea Young Africans akapeleka timu na bodi ya ligi akapanga ratiba, nani alaumiwa? Yanga, Yanga Afrika siwapeleke timu wapi? Kufanya nini? kufanya nini? Dabi namba ngapi hii? Iliandikwa wapi? Hatupeleki timu wanjani, haiwezi kutokea, kutokea bwana wewe. Yanga sisi usituone hivi, tuna misimamo mm. tuna kauli mbiu tukizitoa, tumezitoa mm. Kamuulize engineer, ndo wanajua kwamba wana Yanga wako vipi, si umenielewa? Sisi ni kama wajahidina, unawajua wajahidina sisi Yanga ni kama wajahidina unajua, wale wanaswali sunna wanavaa suruali fupi, unajua wale wana misimamu ya hali ya juu Taza. kapite kwenye nyumba ya anaswali sunna, umevaa kinjunga, ndo utajua kwamba pale kweli kuna anaswali sunna. Busara na hekima zikiimarika na zikiwa sawa, wakapeleka timu hizo busara, ndio busara. Tushakwambia sisi tutaki kwanza kusikia maneno hayo, sawa busara. Na nikuulize wewe, wewe swali wewe, wewe kama wewe kama tambiko Unataka tufuate mpira wetu uendeshwe na busara au na kanuni na sheria? Na kuuliza wewe. Sasa hiyo busara unaleta vipi hapa kwenye mambo ya nani? Sisi tulikwenda mwaka 2021 Young Africans uliondoka katika dimba la Benjamin Mkapa lakini busara na hekima zikafanyika mchezo ukaendelea vile vile na kumkacheza vile. Huko huko 2021, si ndio? Sheria inasema hivi uh, kuahirishwa kwa mchezo utolewe taarifa ya kuahirisha kwa mchezo ndani ya masaa ishirini na nne si ndio? angalau masaa kumi na mbili, si ndio? Nataka ntakapokuwa nimekuuliza, unijibu. Kama huko na mimi, shauri yako. Ndani ya masaa ishirini na nne baada, kama sio masaa ishiri na nne, angalau masaa kumi na mbili, unapaswa kuahirisha mchezo, si ndio? Hasa nataka nikuulize wewe, bodi ya ligi, ule mchezo wa ishirini ishiri na moja waliahirisha baada ya masaa mangapi? kama matatu miso. kama matatu mm. Sheria inasema masaa 24 mm, au 12. Wewe unaahirisha kwa masaa matatu. Nani aliyekuwa amevunja sheria? Nani aliyekuwa amezivunja kanuni? Nakuuliza wewe, kwa mujibu wa Nemasika Songo, Young Africans alivunja kanuni, amevunja kanuni kwenye kipengele gani? Nakuuliza wewe, alivunja kanuni kwenye kipengele gani? Kwa maana muda ule, Kiswahili unakielewa vizuri, kwa maana muda uliowekwa Young Africans ulifika, kabla mechi ilikuwa ichezwe saa 11, ikasogezwa mbele mpaka saa moja, Yanga Africans ukaondoka, ukafanya mazoezi ukaondoka. Simba Sports akaja, akafanya mazoezi na akaondoka. Ilitakiwa Yanga Africans ashushwe daraja. Isingekuwa hekima na busara, Yanga Africans angeshushwa daraja, Simba Sports Club angekuwepo mpaka sasa hivi ligi kuu. Asante, nataka tuangalie nani mwenye haki ya kushushwa daraja. Narudia tena, uwe makini na mimi. Nimekuuliza tunatakiwa tuzifuate sheria na kanuni au tufate busara? Umesema nini? Umesema tufuate nini? na kuuliza jibu. Sasa mimi naongea na wewe tambiko sheria na kanuni, si ndio? Kuwa makini na unisikilize. E, e, e, e. kama tunatakiwa kufata sheria na kanuni e, e. elfu mbili ishirini ishirini na moja e. mchezo unatakiwa kuchezwa saa kumi na moja yeah. ule mchezo umeahirishwa bado masaa mangapi? Ilikuwa bado masaa mangapi kuahirishwa mchezo Tato? matatu mm -hmm. si ndio? Sheria nasema kuahirishwa mchezo ni masaa mangapi? <laughs> masaa ishirini na nne au masaa kumi na mbili si ndio? Sheria na kanuni si ndio? Huyu anayeahirisha mchezo bado masaa matatu, nani amevunja sheria? Kwa hiyo nani alaumiwe? Nakuuliza wewe jibu, nani alaumiwe? Nisikilize kwanza. Mimi nataka unijibu ili tuende sawa. Huyu aliyeahirisha mchezo bado masaa matatu akavunja sheria, akazikanyaga kanuni, huku sheria inasema masaa 24 na masaa 12 si ndio? Ni nani ambaye ana makosa hapa? Bodi ya rigi wana makosa kwa sababu wamevunja kanuni si ndio? Kama wao wamevunja kanuni, nataka nikuulize swali lingine la mwisho ili tuendelee. Kati ya wewe na mimi ni nani ambaye anaruhusiwa kuvunja kanuni na sheria, Simba na Yanga, ni nani ambaye anaruhusiwa, narudia tena, kuruhusiwa au mwenye haki ya kuvunja sheria na kanuni? Hakuna, si ndio? Kama wewe ukishiriki kwenye kuvunja sheria na kanuni, unatakiwa tukufanyeje? Asante mm. Bodi ya rigi wameshirikiana na Simba kuzivunja sheria na kanuni mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Bodi ya rigi wanasema kwamba mechi itatoka saa kumi na moja kwenda saa moja. Wamevunja sheria kwa mujibu wa kanuni sawa. Simba anaungana na bodi ya rigi kukubali, Simba anakwenda saa moja usiku pale Benjamin Mkapa ameshiriki kuzivunja sheria na kanuni. Kizinga JR Kizinga Kizinga. Hapo hapo ngoja, narudia tena. Nilitegemea kuwaona Simba hey, wangeungana na Yanga kuwagomea bodi ya ligi kuambia hatuko tayari kushiriki, hatuko tayari kushiriki. Dhambi iliyokuwa kubwa ya kuzivunja sheria na kanuni za mpira, tutakuwa tumekosea sana, lakini hawakutaka kufanya hivyo, waliungana na bodi ya ligi Naangalia mara nyingi sana Simba akiwa na jambo lake linakwenda kuangukia bodi ya ligi, halafu unakuwa ni mpango mkakati. Sisi tunaakiri sana bodi ya ligi. Ile mechi Simba alikuwa ameshaona inawapalia, na Simba angepoteza ule mchezo alikuwa na, anapoteza na ubingwa, sawa. Lakini kutokana na hesabu alizozipanga, hii mechi isogezwe mbele wakati ambapo taswira ya ubingwa itakuwa imeshaonekana, na wakafanya hivyo. Umeelewa? bila sababu. Kwa mara ya pili tena wanazivunja sheria wanazikanyaga, wameonewa watu wa mpira. Haki yako wewe, wewe si mwandishi wa habari, sulitakiwa kuwepo pale, haki yako ya msingi na tiketi unayo, suliiripotea. Kwa hiyo haya ndio madhara ambayo hatutaki kuyalea. Injinia Heris yupo kwa ajili ya kuhakikisha virabu vyote vinapata haki zao kwa sababu ndo rais ndo, ndo, ndo mwenyekiti wa virabu vyote barani Afrika. Kwa hiyo yupo kwa ajili ya kutetea haki zote za virabu vyote, na ndo maana unaona msimamo wake na msimamo wetu sisi ni mmoja tu, kuhakikisha haki na sheria inafanyika. Walikwenda pale Benjamin Mkapa wakawasilisha maelezo yao, kama Dar es Salaam Yanga Africans, mapendekezo yao, matakwa yao, maoni yao na wanahitaji nini. Basi waziri kayashika

Yaogope maji yaliyotulia, yaogope maji yaliotulia, usije ukaweka mguu. hey! We hatari, ogopa maji yaliyotulia, ukiweka mguu wako umeondoka. Sawa, lazima mkubali kwamba Simba na timu mbovu. Simba timu yake sio ya ushindani. Simba hawezi kujikompea na Yanga. Yanga ameimarika, ameondoka Gamondi, timu imerudi kwenye mfumo mzuri, kila anayekuja na, na shonwa nyingi, si ndio? Yanga amejiimarisha, Yanga na kikosi kipana, si ndio? Unatuletea wachezaji wana vipara, afu na wao unawapa majina ya mradi wa serikali. Wewe unajitaka kweli! Ndio maana wanapata lana, mimi nakwambia, ndio maana wanapata lana mpaka mashabiki wao wamekuwa kama hawajielewi. Washabiki wa Simba wanashindwa kusimama kama mashabiki ambao wapo kwa ajili ya masilahi makubwa ya timu yao, lakini wanashindwa kusimama. Umeelewa? hivi kweli una, una, una, una, una kiongozi wa mpira mwenyekiti wako wewe ambao umemchagua kwa kura, anasimama mbele ya vyombo vya habari anasema kwamba Dodoma jiji wamepewa hela, kuna watu wamejitokeza wamewaonga hela ili watufunge sisi Simba. Hivi kweli kiongozi wa mpira anaweza katamka maneno hayo? Hapo ndipo unapoona kwamba injinia Harris amewaacha mbali, yanga imewaacha mbali kwenye kila sekta. Umeelewa? kiongozi wa mpira huwezi kuzungumza maneno hayo. Je, tukiwaita takukuru wakuchunguze Mangungu, utaeleza wapi ambapo kweli watu wamechukua hela? Utatueleza? Kwa hiyo hapo ndo unapoona kwamba hata shabiki yoyote wa simba hakujitokeza kuzungumzia vitu kama hivyo. Mwenyekiti anaulizwa swala la kwamba bwana, vipi ndani huko mmezungumza vitu gani? Anashindwa kusema ukweli kwamba wameitwa kwenye, kwenye, kwenye majadiliano ya kuhusu dabi. Anazungumza waziri katuta kwa swala la majadiliano ya mustakabali wa mpira wa nchi. Ndio unavyotakiwa ukazungumze wewe, kwani pala magamba hujui mustakabali wa mpira wa nchi? Ni kipi ambacho wasicho kijua? Sema tupo hapa kwa sababu ya dabi, na Simba ndo walikuwa wana matako, walikuwa na mahitaji. Walisema sisi, walisema sisi hatupeleki timu, si ndio? Walisema hatupeleki timu kwa sababu tumenyimwa, tumenyimwa haki yetu ya msingi ya kufanya mazoezi. Bodi ya rigi wakawasikiliza na wakaungana nao, si ndio? Hasa sasa hivi ukiwasikiliza wanakuambia wanautaka mchezo, si ndio? Sio Simba, Dazu anakuambia mechi tunayo na tunatamba nayo. Tambiko, nenda kawaulize watu wa Simba wote wanaoutaka huu mchezo. Je, shida zenu zimetekelezwa? Yale mliokuwa mnayataka mmetekelezewa? Tayari bodi ya ligi wamekutekelezeni shida zenu? Kama tayari wakae pale kwenye kiti watulie, sisi pia tuko kwenye kuhitaji matekelezo, watutekeleze ya kwetu. Tukitekelezewa ya kwetu, sisi na nyinyi tutakutana. Wala tamsiona haraka wewe wa kwetu, mwembe wa uani, kuku nile mfuga mimi ndani, ukimbii popote minakukamata. simba si kama mwizi tu yule anaenda wapi? Yaani mwizi ambaye hana mbio, muda wote unaweza ukamshika kila ukikimbia hivi unamwona huyo hapa. Hili la mwisho e, tumeruhusiwa hii, tunavuka unaiona Simba Sports Club ikienda hatua robo nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika? Hawezi kwenda Simba, haendi kokote. Simba kitu usichokijua wewe, ana ndoa na mwaka robo hii ndoa yake yeye na mwaka robo haijavunjwa bado, yuko pale pale hajapewa taraka na mwaka robo, bado ni mke wa mwaka robo. Kwa hiyo ataishia hapa hapa kwenye robo. Nachokwambia mimi kitu sichokijua mimi, ndugu zangu wako warabuni huko, wakina luhmudi wako pale Kairu Misri, umeneelewa? Wakina somur wako pale Kairu Misri, mimi nawasiliana nao muda wote. Kizinga kivu lahali ashkurullah taala alhamdulillah naam Kulba na anahadhar fi hadha almakan, naongea nao hapo, ananiambia kwamba Simba kashafika pale, wamemkaribisha vizuri, anakwenda kuchezea wahidu thani thalath wa arba, anakwenda kula kama namuombea. Njia Simba sports to... namuombea, miongoni mwa vitu ambavyo nasikia raha ni kuona Simba anapoteza mchezo, hata kitoka sare, na akipoteza, mimi nasikia raha. Hey, na vile ninavyomuona Mutara anakosa kosa magoli, mimi nasikia raha kwa sababu huwezi kumpa jina kubwa Mutare ukamwita SGR mradi wa mama au mradi wa serikali, ukaenda kumpa Mutare. Mutare unampa jina la mradi wa serikali, mmekwenda kumtia lana. Ndio maana muda wote anakosa kosa, kosa magoli. Huwezi kubeba jina kubwa kama lile, mradi wa serikali. Serikali imepambana mpaka sisi tupate chombo cha kutuvusha kwa dakika tano, wewe uje umpe jina mtu kama yule? Haya, mrudisheni kwao, sasa ngoma ishakuwa ngumu. Jus, na mlivyokuwa waongo mkawambia watu Mutale ni under 20 ana miaka ishirini kushuka chini, na wakati tunamwona kabisa ana uaraza huu hapa. Juzi amekuwa man of the match katika mchezo zidi ya bigman. Ndio hiyo hiyo anaondoka nayo, yani hiyo ndio tuzo atakayoenda nayo kwao Zambia. <laughs> <laughs> <laughs> Wape majina mazuri wachezaji wa, wa ndani Clement Mzize, unaweza ukampa acjira. Umenielewa bwana, mradi wa serikali huu chukua hata jina moja la mradi wa, wa umeme kule mpachike mtu kama Fei. Wewe umeona Fei anaitwa nani? Zanzibar Finance. Umeelewa? Wape majina mazuri wachezaji wa ndani. Wewe wa mtu huyo hapo mbovu, walimuita mmoja wakamwambia ni striker mrefu kuliko goli. Uongo. Hasa muangalie yule striker mrefu kuliko goli. Anafanya nini? Wanawapa majina, wanawatia laana humo ndani yao. Ndio maana unamwona Deborah Fernandez, Mavambo, yuko wapi? wanawatia laana wao wenyewe wachezaji wao. Mavambo iko wapi? Benchi, akiingia dakika za jioni, benchi. Kwa hiyo hapa ndipo watakapokuja kujifunza kutoka kwa Dar es Salaam Africans. Cha kwanza wajifunze kutoka kwa GSM, tajiri aweke hela. Tajiri yuko wapi? GSM muda wote yuko pale pale pa, vikitao, na nazungumza na wachezaji, ukimkuta makambo ndenge nini zali nayo malamu ya biso ya biso, wanaongea. Ukimkuta pale aucho wanaongea, umeelewa vizuri tu Wanaongea vizuri ukimkuta sijui nani wanazungumza vizuri. Sasa wewe tajiri wao yuko wapi? Valentina Noma mchezaji wa Simba Valentina Noma hajawahi kukutana na tajiri hata siku hii, tajiri, tajiri yuko Dubai wachezaji wako hapa lini utakosa kuona nani, lakini awa wachezaji wa Yanga, wa Yanga muda wote wakizunguka hivi. Tukushukuru na wewe.